Nichukue fursa hii kumshukuru Rais wetu wa awamu ya sita Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo makubwa mawili. Namba moja, ni kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi yetu ya Tanzania na nchi mbalimbali mbali za Ulaya, ikiwemo Ireland na nchi zingine ambazo zinatupa sapoti kubwa sana hasa kwenye kuibua na kutathmini teknolojia na kuzisambaza. Lakini la pili, eh, rais wetu ana hari kubwa sana ya kuziwezesha sekta za uzalishaji E, ikiwemo sekta ya mifugo. Sisi ni wanufaika kama taasisi ya utafiti, ametuwezesha fedha kwa ajili ya kununua vifaa, shamba, miundombinu mingine pia tumeiboresha, kwa hiyo imeturahishia kufanya tafiti zetu. E, na mwisho kabisa nipende tu kutoa rai yangu kwa wadau wadau wetu mbalimbali mbali, e, katika maeneo mawili ya sasa, namba moja washirikiane nasi katika, katika kubaini changamoto mbalimbali mbali ambazo utatuzi wake unahitaji unahitaji tafiti, lakini la pili ambalo ni kubwa zaidi ni kuwasii wazipokee na kuzitumia teknolojia zetu ambazo lengo kubwa ni kuhakikisha kuwa wanazalisha kwa tija. Hii itaweza kusaidia kuleta mabadiliko katika familia zetu, ikiwa ni kuboresha kipato lakini pia kuongeza mchango wa sekta ya mifugo katika pato la taifa, kitu ambacho ni muhimu sana. Huu mradi wa maziwa faida, kwanza ni mradi wa kipekee sana ambao umekuja katika e, awamu ya sita ya uongozi wa serikali, na hii tunaona ni manufaa mojawapo ya kufunguliwa kwa milango ya mashirikiano baina ya nchi ta, nchi yetu Tanzania lakini na wadau mbalimbali wa kimaendeleo. Sasa ninasema hivi kwa sababu mradi huu unafadhiliwa na serikali ya Ireland kupitia Ubalozi wa Ireland Tanzania kuisupport Tanzania kwenye mipango yake ya maendeleo na hususan sekta ya uendelezaji wa ng'ombe wa maziwa kwa sababu tunajua umuhimu wa sekta hii kwa Watanzania na hususani kwa mkoa wa Tanga masalan ni moja ya eneo muhimu sana ambalo wa wanatanga wengi wanategemea kipato chao, eh, kupitia uzalishaji wa ng'ombe wa maziwa, na hii imekuja kutokana na uwepo wa kiwanda cha Tanga Fresh, lakini pamoja na viwanda vingine na wadau wengine ambao wanathamini na wanatambua umuhimu wa eh, maziwa. Sasa TALIRI katika kutekeleza majukumu yake ilifanikiwa kuandika mradi na bahati nzuri, kukubaliwa kufadhiliwa na serikali hii ya Ireland, na niseme kidogo hii serikali ya Ireland ilikubali kufadhili mradi wa maziwa fa-, huu mradi wa Maziwa Faida ni kwa sababu wao kwenye eneo hilo, kwenye sekta ya maziwa au ng'ombe wa maziwa wamepiga hatua sana, kwani wa, wa- Irish walio wengi ni wafugaji na hasa kwenye ng'ombe wa maziwa sasa mradi wa Maziwa Faida sisi kama e, TALIRI tulivyoupata ni mradi ambao ni wa kipindi cha miaka mitano na wenye hela za kigeni yenye e, jumla ya bajeti ya milioni tatu lakini fedha za kigeni ambazo zinaitwa euro ukiziweka kwenye fedha za kitanzania zinakaribia karibu bilioni saba au nane, itategemeana na exchange rate ya wakati huo. Kwa ukiangalia ni fedha nyingi kidogo, lakini fedha hizi zimeelekezwa kutekeleza mambo kadhaa ndani ya e, taasisi, lakini hada, had, hadi nje ya taasisi kwa maana e, wafugaji. Moja ya majukumu yake ambayo inatekeleza mradi huu ni pamoja na moja, mradi umelenga kuhakikisha tunakuja na jawabu la malisho bora kwa ajili ya mifugo. Na hapa unaweza ukaona migogoro mingi ya wafugaji na wakulima, kwa mfano, kwa kiasi kubwa inachangiwa na sababu ya ukosefu wa malisho. Kwa hiyo mradi huu unaenda kuchangia kupunguza matatizo na majawabu upatikana. Kwa, kwa majawabu ya aina gani? Ni malisho bora yanafaa kwa mfugo unaoitwa ng'ombe mbuzi, punda na wanyama wote wanaocheua.